Kasi ya ukuaji wa teknolojia imesababisha watoto kuingia katika mitandao ya kijamii mapema zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Kwa hiyo swali sio tena, je, waingie ama wasiingie, bali waingie vipi kwa usalama. Mradi wa kimataifa wa utafiti Disrupting Harm ulioanzishwa mwaka 2019 ulikusudia kutoa ushahidi namna teknolojia ya kidigitali inavyowezesha ukatili wa kingono dhidi ya watoto na kutathmini mifumo ya ulinzi wa watoto katika kukabiliana na tatizo hili. Utafiti huo uliohusisha nchi 13 Tanzania ikiwa miongoni, unaonyesha kuwa asilimia 77 ya watoto Tanzania ni watumiaji wa mitandao na asilimia 4 kati yao wamepitia ukatili mtandaoni. Hii si idadi ndogo, kwa kuzingatia kuwa asilimia 63 wanaotumia mitandao wako hatarini pia, ikiwa hakuna juhudi za kukabiliana na tatizo hili. Ni kwa sababu hiyo shirika la PDF lenye mradi wa kutetea haki na usalama wa mtoto mtandaoni limeanzisha kampeni maalum ya elimu kuhusu matumizi salama ya mitandao kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari jijini Dar es Salaam. Tumeweza kufikia wilaya zote tano za Dar es Salaam, na kila wilaya imewakilishwa na shule sita. Katika hizi shule sita wanatoka wanafunzi ishirini kama wawakilishi ambao wanapata mafunzo ya moja kwa moja. Brenda mkiwa ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza, miongoni mwa wanafunzi waliopata mafunzo ya matumizi salama ya mitandao kwa kutumia simu ya mama yake amechagua kutumia mtandao wa TikTok. Mtandao wa TikTok imesaidia mimi kujifunza formulas katika somo la hisabati na kusolve maswali tofauti tofauti kama algebra maswali ya figures inasaidia. Ukiingia TikTok kuna, kuna suggestion ambao ambayo unatakiwa uchague unapenda kitu gani, wasanii gani? Nikachagua entertaining na learning kuangalia videos za dancing, drawing na kujifunza. Katika kuhakikisha wanafunzi wanaotumia mitandao kwa usalama na kwa faida ya kitaaluma, shirika la PDF limetoa televisheni kwa shule 30 za majaribio katika mradi huo jijini Dar es Salaam. Katika hizi tv ambazo tunatoa katika hizi shule thelathini zinaambatanishwa na flash ambayo hiyo flash inakuwa ina katuni ambayo hiyo katuni ime, imetolewa kwenye vitabu vya mitandao salama kwa watoto ambayo hicho kitabu ni kitabu ambacho kimetolewa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Na katika kila shule tuna mabango ya mitandao salama, na pia tunatoa vitabu hivyo kwa wazazi, walimu na walezi, ili waendelee kujifunza na wenyewe, kwa sababu hawa ni watu ambao wako karibu zaidi na mtoto. Itakuwa rahisi zaidi kumwelimisha mtoto kuhusiana na masuala mazima ya mtandao. Katikati ya wiki, sana sana siku ya Ijumaa, tutakuwa tunawaonyesha watoto Uh, video mbalimbali mbali, na um, majarida mbalimbali mbali, atak, ambayo yatakuwa na, yanahusika sana na jinsi gani ambavyo watoto wanatakiwa watumie mtandao katika sehemu sahihi na katika hali ya usalama. PDF wanaamini kwamba hatupaswi kuwazuia kwa watoto kutumia mitandao bali kuwasaidia kutumia kwa usalama maarifa na uwajibikaji. Kutoka makala ya Ufunguo, mimi ni Faraja Sendegea.